na unatarajiwa kukamilika tarehe 22 Septemba 2026. Gharama za mradi, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, utekelezaji wa mradi huu utagharimu jumla ya shilingi za kitanzania bilioni 134.398 na mpaka kufikia Aprili 2025 jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 24.413 na sawa na asilimia 18.5 zimelipwa tayari. Fedha hizi zilikuwa ni za malipo ya awali advance payment, lakini na malipo ya awamu mbili ikiwepo hati hati ya kwanza na hati ya pili zote zimelipwa kwa mkandarasi. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CCM, utekelezaji mradi umefikia asilimia 14, ambapo tenki la kuhifadhi maji la lita milioni tatu lilopo Mogabiri tulipo sasa limekamilika na ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji lita milioni moja, kituo cha kusukuma maji ya Masara pamoja na chujio la maji